Business channel online television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Kipindi chetu cha leo nitaongelea mambo yanayohusiana na uwekezaji, na kwenye uwekezaji kuna mambo ya muhimu ambayo inabidi utafakari kabla hujafanya uamuzi wa kuwekeza. Sasa kwa kawaida tunawekeza kwenye vitu vinaitwa ni investments au kwa Kiswahili wanasema ni vitega uchumi, na unapowekeza, matarajio yako ni kuwa utapata faida. Hakuna mtu ambaye anawekeza na, na matarajio yake sio kupata faida. Sasa ni mambo gani ya kutafakari wakati unawekeza kwenye vitega uchumi? Kwa hiyo kipindi cha leo mimi nitaelezea kwa ujumla. E, mambo ya kutafakari na kutekeleza wakati unawekeza kwenye vitega uchumi. Mimi ni mtangazaji wa kipindi chako cha Dira ya Ujasiriamali, Ali Mwambola. Sasa kuwekeza kwenye vitega uchumi, kuna vitega uchumi mbalimbali ambavyo unaweza ukawekeza, lakini kuna mambo ya msingi inabidi kwanza utafakari, usikuuke tu uka wekeza alafu ukajikuta fedha yako imepotea bure. Kwenye kuwekeza kuna mambo kama mawili matatu inabidi uyafahamu na kuyazingatia. Kwanza ni kuwa unapowekeza kuna uwezekano wa kupata faida kwenye vitega uchumi ambavyo unawekeza lakini, pili kuna uwezekano wa kupata hasara pia kwenye vitega uchumi unavyowekeza lakini jambo lingine nalo ni kuwa hata kwenye kupata faida, kuna vitega uchumi vingine unapata faida kubwa, na kuna vitega uchumi vingine unapata faida ndogo. Hiyo nayo inabidi ufahamu. Na nyingine ni kuwa kuna vitega uchumi vingine ni hatari kuwekeza, yaani kwa Kiingereza nasema ni risky investments, yaani ni unawekeza lakini kunakuwa na mashaka mengi sana, kama unaweza ukapata faida. Sasa inabidi ufahamu hivyo, na kuna vitega uchumi vingine hivyo viko vizuri tu, ambao ni kama unasema ni good investments, ni vitega uchumi ambavyo unawekeza na mwenyewe unauhakika kuwa mambo yatakwenda vizuri. Sasa inabidi ufahamu hayo mambo. Kwa hiyo unapowekeza, kwanza ufanye uamuzi unataka uwekeze kwenye kitega uchumi ambacho kinapata faida kubwa au faida ndogo. Pili, unataka kuwekeza kwenye kitega uchumi ambacho kuna mashaka kwenye kupata hiyo faida, au unataka kuwekeza kwenye kitega uchumi ambapo hakuna mashaka yoyote ya kupata hiyo faida. Sasa hivyo ni vitu ambavyo inabidi uwe makini sana na uvifanyie kazi kabla hujafanya uamuzi wa mwisho. Sasa leo nitaongelea aina ya vitega uchumi, na kama kuna muda utaruhusu nitaongelea jinsi ya kufanya maamuzi, na kama muda hautatosha basi kipindi kijacho nitaelezea jinsi ya kufanya maamuzi ya kuwekeza au kuinvesti kwenye vitega uchumi. Sasa vitega uchumi viko vya aina nyingi. Kuna kwanza, unaweza ukawekeza kwenye kwenye biashara, kwa hiyo ina maana unachukua fedha zako na unaamua kuanzisha biashara. Hiyo nayo ni investment, yaani u... biashara ni kitega uchumi. Kwa hiyo sasa unaweza ukainvesti kwenye biashara, na lakini pia unaweza ukawekeza kwenye mambo ya kilimo au unaweza ukawekeza kwenye mambo ya viwanda, au unaweza hata ukawekeza kwenye mambo ya madini. Unaweza pia ukawekeza kwenye mambo ya, ya usafiri au usafirishaji, na unaweza pia ukawekeza kwenye kununua hisa kwenye soko la hisa unaweza pia ukawekeza kwa kununua amana za serikali government yani government bonds na yani government securities. Kwa hiyo hiyo ni mifano mbalimbali mbali ya mahali ambapo unaweza ukawekeza. Sasa kila moja kina kina uzuri wake na ubaya wake. Kwa hiyo mpaka unapofanya uamuzi, inabidi ujaribu kutafakari eh, hapo unapotaka kuwekeza uangalie mazuri yake na uangalie mabaya yake, halafu upime kama mazuri yamekuwa ni mengi kuliko mabaya, basi wekeza. Kama mabaya yamekuwa ni mengi kuliko mazuri, inabidi hapo usite. Sasa labda niangalie kwa upande wa biashara. Biashara unaweza uka, ukawekeza kwenye biashara na ukapata faida au fedha nyingi tu lakini swala la muhimu au swala la msingi ni kuhakikisha unafuata taratibu zinazokubalika ili uweze kuwa na biashara inayopata faida na kuwa endelevu. Vinginevyo utawekeza kwenye biashara, unajikuta unapata hasara na mwishowe unaona, ah, afadhali kuifunga tu hiyo biashara. Sasa hapo inakuwa, huo sio uwekezaji mzuri. Kwa hiyo kama unaamua kuwekeza kwenye biashara ya kwako, yani unayoanzisha ni muhimu ufuate taratibu ambazo zinakubalika. Sasa hizo taratibu nimekuwa naziongelea kwenye video zangu na hata kwenye vipindi, siwezi nikazielezea hapa zote, lakini cha msingi, fuata taratibu zinazokubalika za kuanzisha biashara na za kuendesha biashara. Kuna vitu vingi hapo tofauti kuna kuanzisha biashara ambapo unajenga msingi kabisa wa hiyo biashara unayoanzisha, lakini kuna kuendesha biashara au kusimamia biashara, nao ni jambo la muhimu, kwa sababu unaweza ukaweka misingi mizuri, lakini ukaja kukwama kwenye kuendesha hiyo biashara biashara au kusimamia biashara. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya kutafakari kama unataka kuwekeza kwenye biashara. Bado tupo kwenye upande wa biashara, unaweza ukaona mimi sina uzoefu kwenye biashara. Sasa mambo ya kwanza, sijui kuanzisha biashara, nikimbie huku niende huku na wapi. Inawezekana ukasita uka, uka. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuwekeza kwenye biashara ambazo tayari zimeshaanza kufanya kazi, yaani ina maana biashara watu wengine wameshaianzisha na inafanya vizuri. Sasa inapotokea kama hao wenye biashara wana- wanataka ku- au wanaruhusu we, watu wengine kuwekeza kwenye biashara yao, basi wewe inakuwa ni nafasi yako kuwa wow, unachukua hizo pesa zako na kwenda kuinvesti kwenye biashara ya watu wengine ambayo tayari imeshaanza na pengine inafanya vizuri, kwa sababu utafanya uta, uta, uta uchunguzi kwa Kiingereza wanasema due diligence. Kwa hiyo unafanya uchunguzi kuona hiyo biashara kama iko vizuri kuweza kuwekeza. Kwa hiyo namba mbili ni kuwekeza kwenye biashara, lakini iliyokisha anzishwa na watu wengine, na tatu ni kuwekeza kwenye biashara ambayo iko imesajiliwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo kwenye upande wa biashara kuna hizo njia tatu. Kwa hiyo unaweza ukawekeza pia kwenye biashara ambayo imesajiliwa kwenye soko la hisa, na huko kuna usalama zaidi, kwa sababu kuna taratibu ambazo zinasimamiwa na soko la hisa. Kwa hiyo huwezi ukawekeza kwenye ukawa na mashaka kuhusiana na wahusika wa hiyo biashara unaowekeza. Kwa hiyo hayo ni mambo matatu kwenye uwekezaji wa wa biashara, lakini sasa kwenye uwekezaji wa biashara kama nilivyozungumza hapo mwanzo kuna uwezekano ukapata faida na kuna uwezekano ukapata hasara. Sasa unakuta wengi wana, wanaona kuwa ni risk, yani ni kuna mashaka sana kuanzisha biashara we mwenyewe na ikafika mbali, lakini pili, kuenda kuwekeza kwenye biashara ya mtu mwingine ambaye huna uhakika naye. Kwa hiyo ya tatu ndio wengi wana au baadhi ya wawekezaji wanapendelea nao ni kuwekeza kwenye soko la hisa, kwa hiyo kwa sababu pale sa kwenye soko la hisa panasimamiwa vizuri, kuna uwezekano wa kupata faida na hakuna mambo ya, ku, ya, ya, ya, ya kubabaisha babaisha. Kwa hiyo hiyo tumemaliza kwenye upande wa biashara. Kwenye upande wa kilimo wa, watu wanahitaji mazao mbalimbali nje hapa ndani lakini sasa kwenye kilimo nako kuna kuna kuna uwezekano pia wa kukosa na kupata, na hasa hasa kama kilimo chao kinategemea zaidi mambo ya mvua. Sasa siku kama au mwaka kama hakuna mvua inakuwa ni matatizo, lakini kama unatumia mambo ya irrigation inawezekana ukafanya vizuri, kwa sababu kama mvua imenyesha ikunyesha bado mambo yako atakwenda vizuri. Kwa hiyo kwenye upande wa kilimo eh, jaribu kutumia wataalamu eh, waku, wakupe waku, waku ushauri ya jinsi ya kufanya kilimo bora, jinsi ya kutunza mazao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni, ni, ni jambo la muhimu kuwekeza pia kwenye kilimo, sio mbaya. Eneo lingine ni kwenye soko la hisa ambayo nimeshaelezea na ni kuna vipindi vimepita nimeelezea jinsi ya kuwekeza kwenye soko la hisa, lakini sasa pale kwenye soko la hisa kuna unaweza ukawekeza kwenye kununua hisa, lakini pia unaweza ukawekeza kwa kununua eh, securities government securities, yani amana za serikali. Sasa hizi amana za serikali eh, uzuri wake ni kuwa uwezekano wa kupata hasara ni mdogo sana, kwa sababu serikali haifilisiki kwa hiyo ukiwekeza pale moja kwa moja una uhakika wa kupata faida. Na sasa ziko securities za aina mbalimbali. Kwa mfano kuna mambo ya bondi, ambapo eh, eh, hizi eh, ni za muda mrefu na, na kuna nyingine za muda mfupi. Kwa hiyo unaweza ukanunua amana za serikali wakati unawekeza kwenye soko la hisa la, la kwenye mambo ya Eh, machimbo au mambo yanayohusiana na madini, huko ni pesa nyingi sana, lakini kama unazo sawa, unaweza ukaingia huko, lakini nako kuna uwezekano pia ukajikuta uka una- unapoteza pesa zako, inabidi uwe makini sana. Kwa hiyo naona leo nimejaribu kuzungumzia jinsi ya kuwekeza, na kipindi kijacho sasa nitaelezea jinsi ya kufanya maamuzi ya wapi pa kuwekeza na wapi sio pa kuwekeza. Naona tuishie hapo, na ninawashukuru kwa kusikiliza. Naomba muendelee kuangalia kipindi chetu cha Dira ya Ujasiriamali kinachotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Nawashukuru, asanteni na karibuni tena.